Usijaribu na usithubutu kuongea mambo tena tena, usijaribu kuleta mwanamke mwingine hapa ndani, eti mimi ni mwoe. Ni sawa, akija nitamchukua na weyo aivi, mwanamke mrembo utatoka inje hii nyumba. Yani asubuhi baada ya kuniombea ni, ni kunywe chai vizuri niende kazini eh? nini, nini, nini, nini, nini. hapa hey.

Hakuna mtu mkamilifu, jengeni pamoja, uonde msingi wa upendo. Usipime upendo kwa vitu vya dunia, fahamu kuwa mali haileti furaha. Heshima na imani ni nguzo za kweli, sikizeni mioyo yenu na si kelele za nje, musikupalila wam au maneno ya nje. Upendo ni nguvu, uvumilivu ni silaha katika vita vya nafsi, shikaneni kwa kweli. Rafiki yangu nakwambia, moyo nauchusa mamake <sighs> John. Mamake John amekuwa tishio kali sana. Hebu imagine sahii ametishia kumletea msichana mwingine John. Hivi nilikwambia nilikuambia ya kuwa Janifa ndiye msichana peke yake ambaye anaweza kukuondolea ifedheha na uchungu mingi. Janifa ni msichana mwenye shima, na najua bila shaka akija ataielewa nafasi yako, ataielewa nafasi yake, na bila shaka hata kuingilia shida si Jenifa. John Johni ndiye shida. Johni ana moyo mgumu, wanaume. Ana moyo mgumu yule. Nimejaribu kumrai, nimembembeleza, imeshindikana. Basi Ivy, mimi naona tufanye hivi: mimi nitamwongelesha Jenifa, nikishamwongelesha Jenifa nitamwalika kwako nyumbani, kisha nawe twamwongelesha John namwalike. Nina imani vile ambavyo Jenifa ameumbika na lile umbo lake bila shaka jil, John atavutiwa naye. Hmm, haya mambo yananikula kichwa mpaka sina la kufanya, sina. Ivis, wakati huu si wakati wa kusema ufanye nini sijui ufikirie sijui ufanye nini. Wakati kama sasa hili ndilo jambo la busara ambalo unafaa kulifanya si kukaa ukisema, oh, nifanye nini? Fanye nini? Fanye nini? Huyu msichana vipi akishia kwa mbaye? Unajua sichana siku hizi anaweza chukua hiyo mimba kama kitega uchumi chake, akipata huo juu uzito awe kiberiti kuwaka na wewe unajua venye nimehangaika mimi na John kufika hapa tulipo. Ivi ni vile tu hunielewi, otherwise Jennifer ni msichana mwenye maadili mema, na najua pindi tu atakapobadilika. Na yule mmeo na ukali wake wote, John hawezi kubali mambo kama hayo yafanyike, hawezi kabisa, ninamjua lakini kama unaona hili swala la kumwita Jenifa, Jenifa kuja kumzalia mtoto litakuja kuleta shida baadaye kwa ndoa yako, mimi naona ni afadhali ununue mtoto. Ununue mtoto. He, kwa sababu ukishapata mtoto hili jambo lenu na kusumbuana na mkweo wako yatakuja kufika kikomo. Hara mtoto mara

Nina furaha maana Rakeli rafiki yangu ameamua kunisaidia katika hili. Angalia, mume wangu atamchukua Jilifa kisha apate mtoto wa halali, na pia huu utakuwa ni ushindi kwetu sote, naki mume wangu nitakuwa bado niko naye pia tutakuwa tumebarikiwa na mtoto kutoka kwa Jenifa. Hata mume wangu atafurahia hili. Lakini sasa shida kubwa ni nitamsihije mume wangu mpaka akubali kumwoa Jenifa, niyowapate mtoto naye. Wakati mwingine unafikiria hiyo sauti yako, kama unajua unasikiza inasema nini, hmm? Unawezaje kumshauri rafiki yetu anunue mtoto? Kununua mtoto Rachel, hey, hata unajua vizuri sana mamake John hawezi kubali kumwona John akilea mtoto ambaye sio wake hmm. Hata kama ni wewe mzazi unaweza kubali mtoto wako alia mtoto ambaye si wake na unajua vizuri sana ako na uwezo wa kuzaa Ivan? chau pole chaupole, si ati mimi sifahamu ama sielewi umuhimu wa mtu au mzazi kulea mtoto wake mwenyewe, lakini angalia hapa, ni Ivan, nilikuwa namsaidia angalau asikae tu bure. <laughs> umsaidia ni kumwambia nunue mtoto Rakiel, mambo mengine siya kufungua mdomo na unamshauri mtu, mwacha huyo Ivy atajua kitu cha kufanya. Lakini hebu angalia hapa kusema kweli, huyu hapa ni Ivy rafiki, najua hilo na huwa si vizuri kuacha rafiki hasa wakati wa shida kama hiyo. And by the way, tulivyokuwa tunaangalia some considerations Unaweza imagine ya kuwa Ivy alimchagua Jennifer kama... You cannot be serious! Eti Jennifer imagine! Hey! Ivy aliona ya kuwa Jennifer ana uwezo wa kupata mtoto na mmeo kama mlemgini? You cannot be serious wewe na Ivy. Una. No. Umepapenda sana. Jisikie huku. Karibu. Njoke tiu. Pazuri eh? Mama. Jisikie -hmm. huku. Yaani hizi mali zote ni zako. Karibu. Asante. John, mamako niko hapa. Na kuna nyumba nzuri. Aa, nzuri lakini amna watoto, nyumba baridi. That's nyumba sideni. hakuna watoto ni kwa muda tu, yaani mali zote hizi zimetawaliwa na mtu ambaye hata tajikedume. <laughs> <laughs> Yaani mwanangu saa hizi akipata wewe, Aa, nami nimezeeka, taratibu, yaani nitajisikia niko sawa, sijali. Shikamoo mama. Marahaba kijana. <tiple> <tiple> Hivi hey, wamwangalia mwanamme gani ambaye namsalimia? Sinakusalimia wewe, si wewe kijana, we si mwanamke okay? Wewe ni jike dume ulikuwa unataka nikusalimie vipi wewe? si mwanamke, wewe ni mwanamme. Ungekuwa wewe ni mwanamke, ungekuwa umemzalia John wangu watoto hivi. Kina mama wa rika langu watoto wao wameoa wasichana warembo, wakawaleta nyumbani, wakawazalia watoto, lakini John wangu mwanangu! Hey, jamani, John anaenda okota mwanamume mwenzake amemleta ndani ya nyumba yaani, ameokota lijiki ambalo ni dume akalileta ndani ya nyumba ili likaweze kumketia na kuponda mali yake. Hutanikumbaza kwa kuniita mama, tunataka wajukuu. Sikiza, kama ulifikiri John wangu atakaa bila watoto basi mi mamake. <laughs> Usinifanye mpuzi wewe mi, hmm. Sijui nangelesha hio. Hata mi nataka huyo mjuku wako, nataka sana, hata, hata mi pia natamani niitwe mama enananote bila mafanikio nimekusikia. Oh, kwa hivyo wewe ulienda kwa waganga wa kuharibu hilo tumbo lako walivuruge ili usiweze kumzalia mwanangu watoto, na hivyo unaendelea kunipumbaza kwa kuniita mama. We, usimfanye mpuzi Hi. Ni sawa basi. Hata kama sina uwezo wa kupata mtoto, najua kuna suluhisho ya hiyo shida na tutaipata. Hebu niachishe wewe, waota. Umekuwa ukiendelea kuota, yaani waamka, lakini waendelea kuota mchana. Kama ulikuwa na suluhisho, mbona haijawa? Mbona hujaza Kwo, nafikiria mimi nyumbano, acha kunifanya mpuzi. Ona kingine, sijui aliokotwa wapi John, sijui uliona nini kwa huyu mwanamke <tipi> nafikiri umeambilika. <tipi> ni sawa, hata kama sina uwezo wa kupata mtoto, basi John atakuwa anahitaji mke mwingine. Ati umesemaje? John anahitaji mke mwingine? nilikuwa ninajua, nilikuwa ninajua iko siku wewe mwenyewe utatamka kwa kinywa chako mwenyewe, na leo siku imefika. Mungu, asante. Kwa hivyo unataka kusema hivi vita vya kupigania Saida hapa havina manufaa? Hebu mtizame, mtazame vile alivyoumbika Yaani, Mungu pale alimuumba siku ile anapumzika. Mtoto rangi rangile, umbo, atambua mbele na nyuma ni wapi, humfiki hata chembe. Hebu mtizame, sio kama wewe ambaye hujulikani mbele wala nyuma. Yaani wewe ni tangi, wewe huna shepu. Yaani umekuja tu hapa kuvuruga. Sijui Johni aliona nini, jamani. Mtoto wangu Johni, yaani sijui angenihusisha nimchagulie mwanamke, we nikutoa wapi? Hebu mtizame vile. Njoo cona niona nini, lakini kwako, yaani suluhisho hapa mama, ningekuwa wewe ningefunganya kwa to zangu na virongo vyangu nje, watoto hawa dakika mbili watu wajukuu wanjaa. mi sijui kwa nini Saida yuko hapa Mi sijui Saida yuko hapa kwa nini? Maana hata kama John anataka mke mwingine basi huyu ashampata, wala sio Saida. hmm. E mama, unaweza amini maneno ya huyu mwanamke? Nikikumbuka namna John alivyokuwa mkali kwangu, sidhani kama anaweza kuwa amepata mke mwingine. Huyu mwanamke anataka kutuzungusha huku na kule, utoke kwa hii dunia mama, bila hata mjukuu. Hey, Mungu wangu niepushe na hilo. Mwanamke anania mbaya sana na wewe mama ah, matatizo kabisa akili hey, yangu unaingilia mambo ya familia yangu familia. Wewe huna nafasi yoyote hapa sasa ah. kama unidanganywa basi, yeah, huna nafasi yoyote hapa na mheshimu huyu, maana ni mama ya mume wangu ah, ah, lakini wewe mm. Nitalazimika kukulazimika kufanya. Kufanya nini mwanaume wewe? Utalazimika kufanya nini? Utalazimika kufanya nini? Mama alihakikisha mahari yangu yote imelipiwa, unanisikia? Sasa mimi hautanifukuza namna umefukuza wanawake wengine katika uh, hii nyumba. Mimi ndiye mke wa pili wa John, na nitamzalia mtoto. Tia hilo akilini mwako dume wewe, unanisikia? Ha, unanisikia? Ndio hivi na usidai utamfukuza hapa, maana hutaweza, tia hilo akilini mwako mwanaume. Mama, mama, hebu niambie, yale uliyosikia sio kweli mama? Yani yale ambayo nimesikia mama, kwamba yani, yani ulienda kulipa mahali Unaambia kama si kweli? Mama, ah, mbona unaondoka unaenda kwa familia nyingine kulipa mahari bila kunishirikisha mimi? Si unajua msimamo wangu kuhusu ndoa ya mitara, mimi sipendi mama, mimi ndoa ya wanawake wengi sijapenda. Lakini lakin, mama. Lakin mama, unajua msimamo wangu dhidi ya ndoa ya wanawake wengi mimi sipendi ah, ndoa za mitara mimi sipendi mama, hmm. Sasa lakini mama, kwa nini ulifanya hivi? Na wewe we mwanamke anikubojasirwa kuja hapa kwangu na kumtusi mke wangu katika nyumba yangu, nani nani nani? Leo utajuta siku ile lomgia mamangu.